moja kati ya vitu ambavyo msanii mtu mwenye jina kubwa linaweza likakurudisha nyuma, hey, ni kumjibu mtu ambaye inji, bado ana nguvu ndogo na yeye kumpandisha kumfanya competitors wako hapo. Nakubaliana na wewe kwa asilimia mia. Kwa, kwa mara ya kwanza, Zuchu anatoa pointi za bure kwa kidoti x wa mpenzi wake kutoa siri za ndani za Zuchu na watu wakarudisha nguo za Zuchu za zamani. Mm -hmm. Uliona Zuchu alovaa gauni nyeusi nye, ya njano ile Wakati anaimba alijishika hapa chini ya kiuno, alafu yule x akasema, mimi nina mapungufu yako yoe yote, mbali ya uchafu uliokuwa nao lakini unawashwa. Sasa jamani, kwani kuwashwa ni tatizo? Sasa bora uwashwe kwenye kisigino, bora uwashwe kwenye mguu, usiwashwe chini ya kitovu, watu wanafasiri maradhi. Yaani, ukiwashwa chini ya kitovu, binadamu anafasiri maradhi. Upungufu ndio binadamu lakini. Hilo la kwanza, la pili. Kuto kulala kupiga simu za usiku, wakati tupo tumepumzika, tunaziona alafu simu inafunikwa, unaambiwa wewe msumbufu. Ni kweli, Bizura anapiga simu, mimi nzisafi naye kwenda kata, ni tabia yake kumpigia mwandani wake. Hata juzi wakati anarusha kibao kata, kumbe ni mwandani alionekana ni anapiga video call, na kumbe ndio tabia yake kupiga video call. Sasa amempa pointi yule binti, na akamdhihirishia tu kodi imeshalipwa mapema. Ni fedheha kubwa sana. Mimi hapa ndipo nataka niongee na Zuchu kama kakake kama muda mwingine kama kama okay. Ni bora ukae kimya usimpe mtu airtime. Ndio maana mimi hapa kukujibu lazima unilipe hela. Hata kama umenishambulia kwa maneno gani, yaani kama una hela, siwezi kukujibu. Kukujibu, hey, mimi unataka nikujibu lazima unipe hela kwa sababu mimi nikikujibu nakupa airtime wewe mm. <laughs> Kujibu tena, watu watakutafuta maguru mm. Kumbwani ni nani anaishi burati burati sehemu gani? maji machafu maji machafu mtaa gani? nimekupa ya time. Ndio maana mimi Mariam Kitosi hata unijibu au comment ujinga au ujibu kwa sababu comment ujinga nikija ku reply nakupa followers mm. -hmm, sifanyi wewe ujinga. ukiita media ukikaa kwenye media ukiongea, sikujibu kwa sababu najua unataka ku penetrate kupitia mimi. Ni pera nitakujibu effectively. Ukiona Mariam, mimi nimekujibu Jua umeniita tumeongea manufaa na maslahi, sikujibu hivyo. Kitendo alichokifanya Zuchu kampa ya timu ya kutosha. Ule bintial anafuatiliwa kwa kiasi kikubwa sana, na in reality, maisha ya kawaida, mtu ambaye amekutembea na mtu wako, maanake anaonekana ana thamani kuliko wewe. media. media hapa ni nyumbani.